Mwanamke mwenye dini utabarikiwa mkono wako. Leo kila mmoja wetu hapa alipotaka kuoa, dini yetu inatufundisha umchague mwanamke mwenye dini, na mwanamke naye dini yake inamfundisha amchague mwanamme mwenye dini. Mtume anasema fadhfar bidati ddin taribati yadak, Owa mwanamke mwenye dini utabarikiwa mkono wako. Na mwanamke naye, Mwenyezi Mungu anamwambia idha atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawijuu illa tafalu takun fitnatun fil ardi wa fasadun adhim, anapokujia kijana nataka kumuoa binti yenu, mkamridhia dini yake, dini inakuja mwanzo, ndugu zangu, na tabia yake njema, muozeni huyo.